Naishukuru sana uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupata nafasi hii ya kwenda huko. Lakini naishukuru Wizara ya Habari, utamaduni, Sanaa na Michezo. Naamini bila endorsement yao hiyo appointment yangu pia isinge isingepita ya kucheuliwa. Lakini nimewashukuru pia BASATA. I'm telling you bila ninyi pia endorsement yenu teuzi yangu isingepita

Naitwa na Edward ee Buganga, ni mpogezi wa ukuzaji na maendeleo ya sanaa. Natumia nafasi hii kumfungeza Dkt. Kedmon Mapana, katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa, kwa kuiwakilisha vyema Tanzania na kuchaguliwa katika kamati muishi ya kulinda na kuendeleza waliwahi wa kujieleza kiutamaduni, lakini pia tumnafasi hii kuongeza sana i ambaye aupa dhamana ya kua, ni nafasi muhimu sana ambayo ina lipa taifa la Tanzania huweza kujiendeleza kwenye maswala ya kiutamaduni. Uh, na ni fursa nzuri kwetu sisi kama baadhi ya sanaa kuwa na mwakilishi, na tumia nafasi hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alimpa nafasi alimpa mwana amishamana kuiongoza BASATA na sasa aliopisa mduli BASATA kwenye maeneo ya kimataifa, lakini pia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kumteua kuwa mmoja kati ya wawakilishi wa Tanzania katika kikao hicho maalum. Na sasa amepata nafasi ya kuwa mjumbe katika kamati hiyo jumuishi ya kulinda na kuendeleza uanuwai wa kujieleza kiutamaduni. Tunaamini ataitumia fursa hii kwa maslahi ya nchi na kuiwezesha sanaa ya Tanzania na mambo ya kitamaduni kusonga mbele. Ni nafasi pekee kwa kipaji chake, kwa uwezo wake, kwa weledi wake na tunaamini aliyewakilisha Tanzania vyema, tunaelewa na Tanzania itaendelea kunufaika kupitia yeye, na kama haitoshi, tunaamini ataendelea kutekeleza haya masai ya taifa, lakini pia kwa kulinda heshima na dhamana ambayo alipewa na rais. Aaoneza wizara ya habari ache, tumetoka mbali sana kajuu yako na kusherehekea na kufurahia ushindi wako. Najua ilitoso safari rahisi, na sisi kama kuishi tumeona ni vizuri umongeze kwayo, tumeandaa cheti leo ja kwa kukupongeza. Cheti cha pongezi kutoka kwa watumishi. Cheti hiki kimetolewa kwa Dkt. Kedmon Mkelisha Mapana, katibu mtendaji, kwa kuchaguliwa kuiwakilisha Tanzania katika kamati kuhusu ya kiserikali ya UNESCO inayosimamia utekelezaji wa mkataba wa mwaka 2005 unaohusu kulinda na kuendeleza uanuwai wa kujieleza kiutamaduni. Naitwa Philipo Amen Mkemwa, ni afisa tawala mkuu wa Baraza la Sanaa la Taifa. Tunampongeza Dkt. Kedmon Mapana kwa mjumbe wa kamati umishi ya uanuai wa utamaduni na sanaa duniani. Kwa kweli ameiwakilisha BASATA vema na anawakilisha Tanzania vema. Tunamshukuru sana <tahilipa> kwa kuwa atakuwa mchango mkubwa kwa ajili ya maendeleo ya sanaa Tanzania, kama nchi nchi imemwamini na hajaiangusha. Kwa hiyo tunampongeza sana na tunampongeza Rais wetu kwa kumwamini Dkt. Kedmon Mapana kuweza kuiwakilisha nchi yetu Tanzania kuingia kwenye hii kamati muhimu sana duniani. Tunampongeza sana kama watumishi wa Baraza la Sanaa la Taifa. Naitwa Agostino Makame ni afisa sanaa mwandamizi kutoka Baraza Sanaa la Taifa Basata, nikiwa kama mtumishi wa Baraza Sanaa Taifa chini mm -hmm. ya idara ya habari, utamaduni, sanaa, mchezo, napenda kutoa pongeza dhati kwa katibu mtendaji Daktari Kedmon Arisha Mapana kwa kuchaguliwa kuwa mjumbe katika kamati jumuishi ya UNESCO. Tunaamini ya kwamba kupitia mjumbe huo itakuwa ni fursa kubwa sana kwa nchi yetu kuweza kufanikisha yale yote ambayo tunaamini kabisa kwamba yamebainishwa katika mkataba huu unaohusiana na mambo ya anuwai ya masuala ya utamaduni, na kwa nafasi hiyo tunaamini ya kwamba hata mtu ambaye ni sahihi na naamini kabisa kwamba tutafika vizuri na salama. Ninaamini nikisema kwamba act to the world, unanielewa kwamba sanaa inaenda duniani watu wengi tumekuwa tukiona hapa nchini Tanzania sanaa yetu inakuwa kwa kiasi kikubwa sana, tukizungumzia muziki, sanaa za maonesho na sanaa za ufundi. Mimi jina langu ni Kevin Stanislaw Sotel, ni karibu mkurugenzi msaidizi, nashughulikia muziki ya Baraza la Sanaa la Taifa. Mimi langu ni moja tu nina mpongeza Katibu Mtendaji Taed Erisha Mabana ambaye ni bosi wetu aka Baraza la Sanaha la Taifa, ambaye kama unafuatilia vizuri, taona ni kwa jinsi gani ambavyo anapambana kwa jili ya sanaa. Katibu mtendaji amechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati nina ishu ya UNESCO kushughulikia mtatama maka 5 unaohusi wanyuani wa kilieleza, sisi kama Baraza la Sanaa tunafurahia sana ni jambo jema sana kwamba tunaona sanaa imekuwa ni kikuu katika namna tofauti, lakini sasa tumekuwa mpaka hapa kwetu Baraza la Sanaa la Taifa. Katibu wetu yupo ndani sasa hivi ni mwakilishi wa Tanzania katika mkataba wa mwaka elfu mbili na tano. Tunampongeza sana katibu wetu, tunamwombea, lakini pia tuko pamoja naye kuhakikisha sanaa inakuwa, sanaa inasonga mbele kuna kuna yani, vijana wako kazini, yani hii mimi ndio safi, na mimi naambia siku zote kwamba kama umepewa majukumu yako yavae. Asante sana, sisi kama na baraza la taifa naidaa wekezaji tunashukuru sana kwa kuteuliwa katibu mtendaji kwa katika secretariat ya UNESCO maana akazakulisha taifa kama Tanzania, lakini pia akiweza kuinua fursa mbalimbali za kuweza kuinua sekta ya sanaa na usama tarifa Tanzania. Kwa hiyo tunamsogeza katibu mtendaji Dkt. Kedmon Mapana kwa kuteuliwa katika nafasi hii ambayo tulikuwa tunaitamani kwa muda mrefu, na tunaamini kuteuliwa kwa Tanzania sasa ina kuonekana katika miradi mbalimbali ya UNESCO ambayo inalenga kukuza na kuendeleza uanuai wa utamaduni duniani. Na hapa Tanzania tuna anuai mbalimbali za utamaduni, maana tuna makabila zaidi ya mia moja na ishirini kwa hiyo tunaamini kupitia anua tulionao, ambao ni utajiri mkubwa wa duniani, kwa hiyo utaenda kuinuliwa na kuhifadhiwa, ili tuweze kuruzisha vizazi vijavyo, ambavyo ni msamadui ambao haushikiki na unaoshikika katika ekal naga ni afisa sanaa mwandamizi kutoka Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Nipo idara ya utafiti na maendeleo ya sanaa, lakini niko sehemu ya utafiti na masoko. Mimi kama mtumishi wa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA tumepokea kwa furaha sana na nipende kumpongeza Dkt. Kedmon Mapana Katibu Mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa kwa kuteuliwa kuwa mjumbe wa kamati maalum ya UNESCO, UNESCO ambayo inasimamia masuala ya uanuwai wa utamaduni wa dunia. Kwa hiyo tumefurahi sana, na niseme kwamba sio kumpongeza yeye tu, lakini kumpongeze na mshiriki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata nafasi hii, kwa sababu naamini kwamba walikuwa ni wagombea wengi walikuwa wanatamani nafasi, lakini sisi inaonekana tumeweza kuaminiwa na kutoa nafasi hiyo, na ninatambua, kutokana na uwezo ulionao Dkt. Mapana, ataweza kuhakikisha vyema katika nafasi hiyo. Asanteni sana. Jina yangu naitwa ni katibu wa Baraza la Sanaa la kwa kweli tumepokea kubwa, au Mbimbe, Mate, Mbwishia, pinatwai, kwa furaha kubwa uchaguzi wa Dkt. Kedmon Mapana kama mjumbe katika kamati ya mwisho ya UNESCO, na tumefurahi kwa uchaguzi huo. Tunampongeza sana tunamwombea kila laheri. Tunaamini sisi kama baraza tutafaidika pakubwa na sisi kama nchi tumetambulika duniani. Tunampongeza sana kwa hilo.

Habari, naitwa Sarafina Amos Matombo, ni afisa mipango Basata. Sisi kama familia ya Basata tunapenda kumpongeza katibu mtendaji Dkt. Kedmon Mapana kwa kuteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya UNESCO. Tunampongeza sana, tumeimani naye na tunamtakia kila laheri kwenye majukumu yake. Anaitwa Martin inaitwatombene ni afisa masoko mkuu wa Baraza la Sanaa la Taifa. Kipekee sana ni Mapana kwa teuzi aliyopata. Na huu ni wakivishi ambao unakwenda kutoa chachu kubwa sana ya utambuzi wa utamaduni wa Tanzania, lakini e, pia ushiriki ambao utakwenda utakenda kuhakikisha bara zima. Hongera sana Dkt. Mapana. Kaya Ali Rajabu ni afisa sanaa baraza la sanaa la taifa BASATA. Kwa namna kipekee, nikipenda kutumia fursa hii kumpongeza kiongozi wetu Dkt. Kedmon Mapana kwa kuteuliwa kuwa mjumbe wa UNESCO. Hakika ni kiongozi mchapakazi, yuko vizuri sana. Aa, Mungu aendelee kumuongoza na kumbariki, ili aweze kufika mbali. Tunamtakia kila laheri katika majukumu yake yote, asante.